yako kweli, nimekuja nakimbia kweli, nisikize ofa ya ya bei ya huyo mteja vipi. Maanake kupata mteja imekuwa ni ngumu sana. Kwenye nyumba yako hii yani nimepambana huku na huku, ifanikiwa kumpata huyu kijana ambaye yeye ni njinia. Yani umepata mtu msomi, humu hata ukiharibikiwa TV, ukiharibikiwa nini, huyu ni njinia anaweza kurekebisha mm huyu ataweza masharti yangu kweli? Maki, ninavyomwona kijana kama amelegealegea, kweli ataweza masharti yangu? eh, umejaribu kumtasmini? Umemwambia mimi masharti yangu yapoje? Atayaweza masharti huyu kijana? Naonekana ilegevulegevu sana au ni mtu wa Zanzibar huyu kijana. Hebu ujitambulishe nikutambue vizuri wewe, unaitwa nani, unafanya kazi gani, na pia unatokea sehemu gani, mkoa wako? Wewe dogo, naomba ujikaze basi. Acha acha kujiegeza hivyo. Alafu umesema kwa majina, mbona haujamalizia? Sasa wote hao ni majose tu. Jose nani? Jose tapeli, Jose mla vichwa au Jose nani? Jose kafuruende, Jose chamcharange au Jose yupi? Nyosha maelezo. hmm. Hmm. Dogo, umeingia kwenye kundi la minga leo utachanika mabawa <laughs> lakini mzoee tu jamani, mwenye nyumba ndo alivyo, ana masiara mengi tu, mzoee, asikutisha kidogo na maneno yake, ao makali huyo wa kawaida tu mbao tuna mudu ah, ala, asa kama mwenye nyumba ndo yuko hivi, kwa kweli ntaweza masharti yake, manake mm, anaonekana ni mtata sana huyu. Tukiita siku siku nimefeli kulipa kodi siku moja itakuwaje? Huyu mama anaonekana ni mtata mno. Kwa nini kwa nini? Ukweli. Kweli kuniambia ukweli, Abdalla naona hautawezekana kwa kweli jamani, kiangalia kwanza ni Muislamu. Ni Muislamu, mimi mwenzako Mkristo, na unajua kabisa kwetu mamangu mimi ni mtu wa dini. Kwa hiyo sio kwamba sikupendi Abdalla, nakupenda, lakini kiangalia hali yenyewe ilivyo sasa hivi Tutungia, <coughs> una, una jidanganya tu Maria, kwa sababu penzi langu mimi haliwezi likafa kiasi hicho. Yaani unavunja una, una, una penzi kila siku, kila siku hivyo haiwezekani kwa kweli. Mimi nimeinvesti muda wangu nimeinvesti pesa kugaramia mpaka umefika hivyo, afu niambie tu kwamba kila siku tu kwamba eti hatuwezi kwa wote kwa sababu ya dini eh? Mimi niko tayari kubadilisha dini niweze kuja upande wako lakini usiniambie maswala ya kuvunja penzi, penzi alivunjiki kila siku, si hivyo Maria? Mimi bado nakuhitaji, hebu naomba nielewe vizuri jamani. Abdalla, kuwa mwelewa. Abdalla, usipendi kulazimisha mambo, mimi nakwambia kitu ambacho nakiona kabisa. Mimi namjua vizuri mama yangu, ni mtu katili mno na ni mtu ambaye anaweza akakuweka ndani wewe, anaweza akakufunga jela. Usipokuwa makini, unaweza kujikuta unaanza kwenda kunyea debe Gkiana kwa kwa mambo. Kwa hiyo kusema hivyo ina maana kwamba haunipendi tena Maria, eh? Ni ndio mnaofanya vijana wadogo wadogo waweze kuingia kwenye mito mapema. Nini ndo chanzo kabisa? Sababu unamwacha mtu utamwake, unataka afanyaje sasa? Ataishi vipi? Kwa nataka mimi niishi vipi Maria? Unataka kunitetesa? Unataka kunitesa mimi? Eh? Unataka kunyanyasha kijinsia? Ataishi vipi mimi Maria? Hey, makubwa ya jamani. Yaani mpaka wewe Abdalla unaendekeza hii michezo kwa kweli? Mm. Mm, sikujua kama ni tabia yako hii, lakini naomba tu ukajikaze. Abdalla wewe sio wa kwenda kuingia kwenye hiyo michezo. Ni hatari sana. Mimi ni kushauri tu, tafuta demu ambaye ni Mwislamu safi, safi kabisa, anavaa kanzu, binti nzuri. mimi nitaendelea tu kubaki na kupenda tu hivyo hivyo, lakini kwa kweli mahusiano kwa sasa inabidi tu ya keep distance, maana italeta shida baadaye. Ona sasa unavyoboboja maneno, mpaka wakosea binti anavaa kanzu. Sasa sema anavaa baibui bwana, unanaibisha Mambo ni mengi jamani, lakini ndio hivyo nilivyokuambia. Kaa fikiria ile swala, anza kufanya mchakato mapema. Mimi nishakwambia, naona mambo yanaenda kutokea huko mbele yatakuwa ni mazito kweli. Kwa hiyo nasema, umeelewa? Mimi acha ni, ni, niende, maana yake nimemwaga mama, naenda sokoni mpaka sasa hivi nazunguka zunguka tu. Ah, sasa waondokaje hivyo jamani? Nikumbatia hata basi kidogo, eh, na mimi nisikie vizuri, nisikie mtu basi. Unavyoondoka hivyo unaenda kuniacha mimi kwenye ubaridi. Nitakuwa na mawazo mengi sana kichwani. Eh, jamani Abdalla wewe si muelewa wewe. Eh, jamani mwanaume gani hivi anashindwa kumuelewa hivi? Mm. Ngoja basi hata nikupe hata busu basi la hewani. Litakutosha hata hilo. Ah. Ah. Hai, wacha mimi niende jamani. Maki muda wenyewe umeenda huu. Nikisema ndiye kubaki hapo mimi nakujua wewe utanibakiza muda mrefu mshaasi kuniende kagombizana na mama mimi. Niacha niende. Siku menizika, lakini. Mm. Yani, Maria kwa mambo unaonifanyia kama haya, mimi hata kama kinchumu kwa mbali tu kama wewe kwangu kwa tu. Yani, hapo naishi kabisa niko sawa. Yani, kwa kweli Maria, mimi nitaweza kuvumilia kweli nione wewe haui na mimi tena. Ah, kwa kweli nitapambania ile penzi. Wewe tu enda nyumbani, lakini jua tu kwamba mimi siwezi nikakata tamaa kupambania penzi langu. Nitaendelea kupambania, nitapambana na hata mama yako Bibi Tausi mimi nitajua namna ya kuongea naye yeah. Kwa hiyo we nenda nyumbani mimi nitajua namna kufanya. Dogo, naomba unisikize vizuri, naomba nilazime sikio lako vizuri ili uweze kunisikia vizuri masharti nitakao kupa hapa, mimi mama mwenye nyumba. Sawa? Uh, basi sawa mamangu, mimi niko tayari kukusikiza masharti yako mamangu. We we endelea tu tena, inabidi uyashike vizuri uyaweke kichwani na uyazingatie aya Sharti langu la kwanza, kwanza nianze nikuuliza kwanza, dogo, una mpunyenye? Ah, kwa kweli hapo mi, mpunyenye, mpunyenye ndo kitu gani? Sijajua ulikuwa unamaanisha eh nini. Yani dogo hapo wanachomaanisha yani, yani ukiambiwa mpunyenye, kwa sisi lugha za wauni huku, maana mpunyenye unaulizwa una mke. Maanake amekuona amekuja mwenyewe, ndio maana amekuuliza mpunyenye, una mpunyenye maanake una mke hapana? Uh, mama wangu mimi sina mke wala sina mtoto, mimi niko mwenyewe tu. Ehe, tena shikilia hapo hapo, yaani mimi nina binti hapa ndani, nina binti ambaye nimejitahidi kumsomesha kwa gharama zangu mpaka hapo alipofika. Kwa hiyo sitaki uwe na mazoea na binti yangu. Hiyo ndio sharti la kwanza, ndomana nimekuuliza mapema kabisa kama una mke au, au la. Sasa umeniambia kwamba hauna. Sitaki nikuone una mazoea na mwanangu kabisa. Ukitaka uone nyumba chungu, nikuone unasogeza una, una, una nyao zako karibu na binti yangu binti yangu. Sawa mama, nimekuelewa. Nitajitahidi nisiweke tamaa, nitakuwa na, nafanya kama sioni hivi. Yaani nikigundua au nikihisi kwamba upo karibu naye, yani nitakachokufanya mimi najua mwenyewe tu. Kwa hiyo hilo ni sharti la kwanza. Kingine inabidi uzingatia kulipa kodi kwa wakati, yani kodi yako ni laki na nusu. Kwa hiyo maanake kila mwezi inabidi uwe unalipa kodi kwa wakati, sio mpaka nianze kufuata, tuanze kukimbizana, itakuwa sio vizuri na haipendezi. Kwa hiyo jitahidi kulipa kodi yako kwa wakati, sawa? Hapo uh, nimekuelewa, nitajitahidi kulipa kodi yangu kwa wakati ili nisikukwazi. Mhm, mm naona tunaenda vizuri. Aya, jambo lingine ambalo natakiwa ni nikusi, inabidi ujitahidi sana kwenye swala usafi. Mimi kwa kweli sipendi mwanaume mchafu. Kwa hiyo nitakuwa nakagua. Nikikuta huko mchafu na kutimua kwangu. Nahitaji mwanaume ambaye ni msafi, atunze mazingira yake vizuri na asifanye uharibifu aina yoyote. Ukifanya uharibifu aina yoyote tu, nakuondoa na kwenye nyumba yangu. Mimi sitaki nyumba yangu itoboe itoboe au iharibu kwa namna yoyote. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Lakini hapo kwenye kusema kwamba tusitoboetoboe tu, tu, tu, nyumba itakuwaje sasa? Mimi na TV na nikitaka kuweka TV nafanyaje sasa? Inabidi tutoboe ukuta au hata TV bracket, nielewe yani. no, ni vizuri. Nimekuambia sitaki ukuta wangu utobolewe. Kwa hiyo wewe ni engineer, utajua namna ya kufanya, ili mradi ukuta wangu usitoboke na na ukaleta madhara. Sawa, na kingine natakiwa nikusii kwamba, uh, inabidi uzingatie Swala la midundo, mimi sitaki kwangu midundo mikubwa mikubwa. Unaachia redio unapiga sabufu mpaka mwisho, mimi sitaki kwa okay. Kweli sitaki midundo wala kelele ya aina yoyote. Uh, sawa nimekuelewa, sitapiga mdundo wa aina yoyote ili mradi nisije nikakupa na magonjwa ya pressure. Kwa hiyo nitajitahidi sana kwenye hilo swala, nitazingatia E, tena hapo kwenye pressure, an yani umenigusia kabisa, yani nikitoka hapa nataka nikamize dawa zangu za pressure. Sitaki kelele, sitaki mdundo, sitaki chochote kile. Na kingine, ukipika wali maharage na nazi ukanukia sana kuzidi mimi mwenye nyumba, inabidi na mimi unletee, yani ukipika chakula ambacho ni kizuri ambacho mimi umdani sijawahi kupika, na mimi itabidi uniwekeshea ya yangu Sawa. Mm. Uwe kweze, eni mimi nipiki wali nazi wewe umepika chukuchuku, afu mimi nikupe wali wangu ah? Sasa hapo au masharti mengine ni kuingiliana huko, we, yani unataka upike chakula ambacho kinamzidi mwenye nyumba, utaondoka hapo hapo. Yani wewe ukipika chakula kizuri, mimi lazima nije nile au nje nionje. Sawa, mimi naondoka. Nadhani zingatia masharti niliyokuambia, lakini kikubwa, kaa mbali na binti yangu, kaa mbali na binti yangu, sawa?